haya ni mambo makubwa na ni muhimu sana kupatikana katika maisha ya mumin, yeye kumridhia mola wake na yeye kuridhiwa na mola wake. Na Allah alipotaja waja wema amewataja kwa sifa hii nzuri, radhi Allahu anhum waraduu anhum, Allah amewaridhia na wao wamemridhia mola wao na kawaida atakayeridhiwa na Allah naye ataridhia atachopewa na Allah. Allah akimpenda mja mpaka akamridhia, basi humpa mja huyu mambo ya yeye mja kuridhia pia. Na kuridhiwa na Allah ni jambo kubwa ambalo limezidi mambo yote katika thamani. Kuridhiwa na Allah ni jambo limezidi, mpaka janna yenyewe, watu washaingia janna kwa muda, ndio wanakuja tangaziwa radhi za Allah subhanahu wataala, na Allah anawaambia: je, waja wangu, nisikuengezeni? Nisikupeni ziada? Wanauliza, ziada gani tena hiyo mola wetu? Hujazifanya nyuso zetu kuwa nyeupe, huja tupa mambo ambayo ume umewanyima wengi

na wameridhishwa mpaka wameridhika, na kwa sababu wao wameridhiwa na Mola wao. Katika tauba, Allahu Azza wa Jalla alipotaja sifa za wanadamu wema waliobeba imani, wanaoamrisha mema, wanaotoa zaka, wanaokataza maovu, wanaoulisha watu, kisha akataja malipo yao

moyo wake una furaha umeridhika, na ataenda kupewa starehe mpaka aridhike, na mola wake amridhie. Sababu moja kubwa sana ni kiyamu llaili, na hiyo hasa ndio ilikuwa mada yetu ya kwamba kiyamu llaili yusabbibu arrida min aljihatain, kiyamu llaili inasababisha radhi ipatikanwe katika pande mbili. Msimamaji usiku atapewa mpaka ataridhika, naye atamridhia mola wake, atafurahi kuna utulivu wa nafsi unapatikana na ridha, na hali kadhalika anaridhiwa na mola wake. Allah akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tunaiangalia aya inayoonyesha kwamba anayesimama ataridhika. Alimwambia mtume wake, fasbir ala ma yaqulun, subiri juu ya wanayoyasema hawa wabaya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, na mtakase mola wako

na katika ncha za mchana fanya hayo, laalaka tarda, ili uridhike. Kuna mambo utakuja pewa mpaka utaridhika. Ukiyafanya hayo kwanza, moyo utaridhika, utakuwa ni moyo wenye kuridhika, wenye furaha. Tasbihat za wakati wa usiku inapendeza sana. Mumin kuwa yumo ndani ya rukuu muda mrefu, analeta tasbih, na huku anajiletea hisia ya kwa kwamba nimekuinamia wewe, mola wangu, rukuu hii nimeinama kukuadhimisha na yale maneno anayatamka anayotamka, subhana rabbiyal azim, au anasema subhana rabbiyal aala ndefu ndefu. Haya mambo ni sababu ya mwanadamu kupata kuridhika moyo wake. Kwanza duniani utaridhika, utamridhia mola huo moyo halafu, utaenda kuridhika juu ya yale ambayo atapewa na Allah, laalaka tardha. Hiyo ni daha hiyo imethibitisha kwamba mwanadamu atapata ridha kwa kiyamu. Fasbir ala ma yaqulu

Mwanadamu anapenda mashamba, anapenda farasi waliopambwa, anapenda mirundo ya dhahabu na fedha, anapenda wanawake, anapenda starehe mbalimbali mbali. Sasa baada ya kutajwa hayo, Allah akasema qul aunabiukum bi bihairin min dhaliku. Waambie ya Rasulullah, waambie, watangazie, nisikuelezeni bora zaidi kuliko hayo yote. Hivyo vyote vitaisha vya dunia. Waambie nisikuambieni kilicho kizuri zaidi kuliko wanawake wa dunia kuliko majumba na dhahabu na fedha kuliko mashamba na vipando vya farasi farasi. Walikuwa wanapambwa za mazile wale ghali, ndo wanatumika kwa matajiri. Leo vimebadilika vipando, kutoka kwenye farasi amekuja magari. Maskini ana gari ya, ya kimaskini, tajiri ana gari ya, ya kitajiri. Wal khail al musawama, leo zimekuja wasayaratu al fakhira. Wanadamu anapenda majumba na apate kiwanja sehemu nzuri katika fukwe za bahari au katika mazingira hivi ambayo yanampa furaha mwanadamu anapenda hayo. Sasa waambie, ya Rasulullah, nisikuelezeni bora zaidi kuliko hayo, lilladhina taqaw inda rabbihim, kwa wale waliomcha mola wao watapata mbele ya mola wao jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Kwanza watapata mashamba ya starehe, chini yake mashamba hayo yanapita mito mizuri. Khalidina fiha humu watakamileni

waqina adhaban nar, na tuokoe na adhabu ya moto. Hii dua ndani yake inatawasul, na tawassul ni sababu kubwa ya kujibiwa dua. Wametawassal kupitia amali yao muhimu kuliko zote nayo, na inaitwa iman. Wakasema amanna, tumeamini mola wetu wa. Wakalitaja zuri lao walilowafikishwa na mola wao kulitenda kuliko mazuri yote, nalo ni iman. Halafu wakaomba jambo kubwa sana la msamaha wa dhambi zao na kuokolewa na moto. Rabbana, mola wetu mlezi, amanna, tumeamini faghfir lana, basi tusamehe, faghfir lana dhunubanawa qina adhaban nar. Dua kama hii inahitajika sana katika Ramadhan, hususan katika qiyamu lail. Unamwita mola kwa jina la Rabb, jina muhimu sana katika dua, mpaka wengine wakasema ndo ismullahil azham. Unatawasal kwa iman unaomba msamaha ambalo ndio tunda muhimu tulipate katika siyam na qiyam, na ndio tunda liloahidiwa kwa kila atakesimama imana na wahtisaba, hata katika wosi kwa lailatul qadri, ilo ndio liloahidiwa msamaha wa dhambi. Tunda muhimu sana ilo kusamehewa dhambi. Wa qina adhaban, sifa ayo nyingine alsabirina wasadiqina wa walqanitin, wenye kusubiri hao na ni wa kweli na ni wanyenyekevu, na neno alkanitini linakusanya hata unyenyekevu wa ndani ya sala, hususan za usiku, mpaka ikaja hadithi, sala bora ni ile ambayo afdalul kunut ina kisimamo kirefu cha unyenyekevu ndani ya visimamo virefu vya ibada. Walmunfiqina, na wanaotoa mali zao, kisha akaashiria qiamu leili akasema, walmustaghfirina bil bilashar, na wale wanaomba msamaha nyakati za usiku wanaomba msamaha nyakati za usiku mkubwa, wanaleta istighfar, wamefanya qiamulail, baada baadaye wanaomba msamaha. Hawa ni watu ambao watapata hicho kitu kinaitwa ridhwan. Mtume kaambiwa kupitia qiamu leil na amali nyingine zilizotajwa ataridhika, fanya qiamulail, laalaka katarda. Na hapa wametajwa ahlul qiyam kwamba watapata ridwani. Allah akataja ridwan baada ya kutaja mashamba na wanawake wa peponi, akasema waridwanu min Allah, kwa sababu hicho ndo kilele cha mafanikio, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile watu wamealikwa, wanapewa chakula, wataanza kupewa kifungulio kinaitwa fathu shahia, alafu baada ya hapo eh, wanapewa hicho chakula chenyewe kilicholengwa, alafu mwisho ndo vinakuja vitamtamu, kwa sababu hata aliyeshiba hivyo watavitata ndio kifungio na ndio starehe kubwa zaidi, starehe kubwa enekwa pale mwisho. Radhi za Allah ni jambo kubwa, na katika mambo ya kuyaomba sana ni ridwanu min Allah walmustaghfirina bil ashar. Hao wako katika mambo mazuri hayo, amali njema hizo, subira, ukweli katika imani, unyenyekevu utoaji na kuomba msamaha. Sifa tano hizo zimetajwa assabirin, wassadiqin, walqanitin, walmunfiqin, walmustaghfirin bilashar. Radhi za Allah ni kitu kikubwa kuliko kila kitu, na ndio maana Suratu Tauba imekuja na neno kubwa hilo, wa ridwanu min allahi akbar, na radhi kutoka kwa Allah ndio kitu kikubwa kuliko kila kitu. Asaskiliza maulama waliotunga Almuhtasar wanasema nini katika faida za aya hiyo ndani ya Tauba, wanasema hivi. Ridha rabil ardi was samawat akbaru min naimi ljannat, radhi za mola wa mbingu na ardhi ni kubwa kuliko neema za peponi. Li anna saadata ruhaniya afdalu min aljismania, kwa sababu starehe arruhania ya kiroho kwa kuridhiwa afdal hiyo ni bora zaidi, min aljusmania kuliko starehe ya kiwiliwili. sab janna ni starehe ya kiwiliwili, kuridhiwa na Mola mpaka akakupenda, hii ni starehe ya kiroho. Mtoto anaweza akawa amemshika koo babake, anataka ampe pesa vitu, na baba ka kutafuta salama, anampa. Lakini kuna mwingine baba akammiminia moyo wake na radhi zake na mahaba, huyu kafanikiwa zaidi huyu kapata saadatu ruhania, ndio. Mwingine ye kapata ashahawatu jismania, starehe za kiwiliwili kapata, hakupata moyo. Sasa huyo mwingine, huyo aliyopata moyo, huyo huyo atafungukiwa zaidi na heri na furaha na mafanikio ya dunia yake na akhera yake, kwa sababu kaishi na mzee wake vizuri na mzee hakuwa akiogopa madhara. Kwa hiyo kwanza, kuridhiwa ndani ya jana ni kudhaminiwa umilele na kutokuwa na mabadiliko, kwa sababu watakaoridhiwa peponi wataambiwa sitokukasirikieni tena, na ahadi ya Allah irudi nyuma kwayo. Tuna neno laalaka tardha katika Taha, na tuna neno hapa kwamba waridwanu min Allah, qiyamul layl sababu liridha qiyamul layl ni sababu ya kupatikana hiyo mja ya kuridhika, anayekuridhiwa na hilo ni tunda muhimu.